Elekee visiwani Zanzibar ambapo Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein amezindua ujenzi wa jengo la hospitali ya Mnazi Mmoja itakayotumika kuhudumia wakina mama na watoto, mradi unaotarajiwa kutumia dola milioni moja. Yakub Talib ana maelezo zaidi. Ikiwa tayari maandalizi ya sherehe za mapinduzi yanapamba moto visiwani hapa, Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein anazindua jengo jipya la ujenzi wa huduma ya mama na mtoto itakayokuwa na maternity ya kisasa pamoja na wodi za wagonjwa wasiopungua mia moja katika kuendeleza matunda ya mapinduzi yaliyoasisiwa na kiongozi wa mwanzo wa visiwa hivi hayati Mzee Abeidi Amani Karume. Na katika sekta ya ya afya nielekeza mambo matatu makubwa. Moja, kuipandisha hadhi na daraja ya la hospitali hii ya Mnazi Mmoja na kuhakikisha kwa mara ya kwanza tunaanzisha vitengo muhimu au idara muhimu ya oncology, matatizo ya kensa. Lengo langu lilikuwa hilo, nimeweka wazi kabisa. La pili, kuanzisha huduma za dialysis na matatizo ya nephrology, maradhi ya figo. Na la tatu, kuanzisha upasuaji wa moyo, open heart surgery hayo ni mambo matatu, anasema. Katika kipindi cha miaka mitano yaani elfu mbili na kumi kumi na tano, haya lazima tuyashughulikie tuyaanzishe, na yakianza nitafurahi sana. Na hapa, katibu mkuu wizara ya afya Zanzibar, anaeleza thamani ya mradi huu. Jengo hili litakapomalizika litakuwa na vitanda mia vitanda mia, vitakuwa na, na, na vyumba vya upasuaji viwili vitakuwa na vyumba vya kuzalia vya kujifungulia vitano. Itakuwa na nafasi kubwa, nafasi kubwa, ili kama kuna mume, mke, shemegi anataka kuingia kumsapoti yule mama. Hii ni concept mpya, ataingia kla. Lakini je, kwa nini mradi huu unalenga zaidi kwa akina mama na watoto? Mahmud Sabiti Kombo wa ni waziri wa afya hapa visiwani Zanzibar. Hii ni program ambayo mwenyewe Mheshimiwa Rais Dr. Ali Mohamed Shein alikuwa ni program ambayo anaisimamia toka awali, yeye mwenyewe kazunguka, yeye mwenyewe kama ulivyosikia hotuba yake, alipiga hatua hapa kupima ile eneo. Kwa hiyo tumeweka priorities katika priorities zetu, amezitaja pale katika hotuba yake, ni priority tatu. Kwa hiyo mama na mtoto 1 ndio maana hii itakuwa ni pediatric unit ya aina yake. Ni miongoni tu mwa ile miradi ambayo imezunduliwa katika maazimisho ya miaka hamsini na mbili ya mapinduzi kutoka hapa kisiwani Zanzibar. Yakub Talib, Azam News.